Kweli tunavyo viwanda ambavyo vinazalisha bidhaa mbalimbali, lakini kuzalisha tu peke yake hakutoshi. Ni lazima baada ya kuzalisha, lazima tujitangaze, lazima tutumie masoko ambayo yapo na tuweze kuonyesha zile bidhaa ambazo tunazalisha katika ukanda wetu sisi. Kwa upande wa Tanzania, tunaendelea kuwasihi sana e, viwanda vyetu wazalisha na wazalishaji mbalimbali ambao wako hapa, wajasiriamali, wafanya biashara na wote kwa ujumla, waweze kutumia vizuri maonyesho hayo, kwa sababu ukizalisha tu hapa tunayo ile falsafa kama tu ambayo tunaelezwa ya mwamvuli. Mwamvuli unaweza ukaununua e, lakini una faida kubwa mbili. Ili utumie ni lazima wakati wa mvua ufungue na wakati wa jua kali ufungue. Usipoweza kufungua, tafsiri yake ni kwamba manufaa ya ule mwamvuli hauwezi kuwepo. sasa ni hivyo hivyo uzalishaji wa bidhaa zetu ambao tunazo, kama tutazalisha tu lakini hatuzitangazi, hatuzionyeshi, na wengine wakaweza kuziona na kuweza kupata masoko mengine, maana yake hatuwezi kuuza zaidi. Kwa hiyo tumie masoko yaliyokuwepo ya ukanda wa Afrika Mashariki na ule ukanda huru wa biashara wa Afrika ili kuweza kupata faida na kuweza kuendelea zaidi nchi yetu ya Tanzania. Na serikali kwa ujumla, tumeendelea kuweka mazingira mazuri ya uzalishaji, kupunguza kodi na kushirikiana na wenzetu, wenzetua wa kuhakikisha tunazidi kufanya kila jitihada na kuhakikisha kwamba tunakuwa na uzalishaji mkubwa zaidi. Kwa hiyo hilo ndio kubwa ambalo tumekuja kulifanya kuzindua na kuwaalika wote wafanyabiashara na wote ambao ni wazalishaji kwenye viwanda kuweza kutumia hiyo nafasi ambayo ni nafasi ya dhahabu sana kushiriki katika hii expo ya tatu. Maonyesho haya yatafanyika kuanzia tarehe 19 mpaka 22 Novemba mwaka huu hapa nchini Tanzania na yatashirikisha wazalishaji kutoka viwandani wa nchi mbalimbali katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki na katika ukanda wa Afrika kwa ujumla. Maonyesho lengo lake ni moja tu, kuonyesha bidhaa zetu, kuzungumzia kuhusu e, fursa ambazo zipo nchini za maendeleo ya viwanda. Tunashauku kama nchi uchumi wetu ukuwe, lakini moja ya njia ya kukuza uchumi ni kuendeleza viwanda vyetu, kwa hiyo maonyesho haya lengo lake kubwa ni hilo ku promote viwanda, lakini pia katika ku promote viwanda, kuelezea kuhusu bidhaa zetu, na kwa kufanya hivyo pia tutapata nafasi ya kuzungumza na wenzetu wa nje, waone nini tunafanya kusudi waje. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana kusema kweli kwa kipindi chote kutoka Rais kwenye kuvutia uwekezaji kutoka nje na dunia yote inafanya hivyo. Mkitaka mkue, basi lazima mvutie watu kutoka nje, sio kwa sababu nyingine yote, lakini mitaji hiyo ni jambo kubwa sana. Lakini pia ukiacha mitaji, masuala ya teknolojia na pia masuala ya uongozi, maana uongozi wa viwanda unabadilika siku hadi siku. Napata nafasi ya kukutana na na, na wazalishaji wa kimataifa kwa sababu haya ni maonesho ambayo wa yanahusisha wageni pia wanaingia. Kwa hiyo kwanza kubadilishana uzoefu, kwa hiyo unaona wenzako wanafanya nini, ili na wewe unapokuwa unakifanya. Kwa mfano sisi kwenye gari, mwaka wa kwanza tuliposhiriki, tulipoona kuna watu wameleta ndege, unajua uh, kwetu sisi tukawa tuna tunapambana kuhakikisha kwamba kama hao wanaweza kutengeneza ndege, namaana quality ya ile ndege, ubora wa ndege, inamaana una, unapita katika ule mfereji. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni, ni fursa nzuri ya kukutanishwa na wengine ambao wanafanya wamesha, wamesha, wana uzoefu, lakini pia ni fursa ya ku product au bidhaa unayoitengeneza watu wanapata nafasi ya, ya kuiona. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana sasa hivi na, iko yani, nadhani kilichokuwa kinatukwamisha kupokea order ni vibali kutoka TBS ambavyo tunavikamilisha katika wiki hizi, Mungu akipenda. Kwa hiyo baada ya hapo sasa tunaanza kuchukua oda, tunamtengeneza mtu gari anatumia. kuna baadhi ya ambayo yanatoka ndani, kuna ambayo yanatoka nje. Kwa mfano sisi bati tunanunua hapa lakini vitu kama mota na betri bado tunaagiza, ingawa pia mpango ni ku, kwa betri kutengeneza hapahapa kwa sababu inawezekana tutaanza kwa kuasemble betri. Mota pia kutengeneza inawezekana kila kitu kinawezekana. Changamoto kubwa ni pia ngumu hela tu, unajua hivi, kila kitu ni mtaji. Ukiwa ukiwa huna mtaji, unaweza kuwa na mawazo mazuri lakini ukashindwa kwenda. Ingawa sisi mtaji ambao tunazungumza hapa, bado tunaamini si lazima ukuwe na mabilioni ya fedha. Kwa hiyo kwa kuanzia sisi tutaanza kutengeneza gari hata moja moja, kwa maana tunachukua oda ya mtu tunamtengenezea. Kwa hiyo hata mtaji pia haupasi kuwa ni kikwazo cha kuweza ku, kufanya vitu vikubwa.